Baba. Baba nilikuwa Go straight to the point. Wewe unataka Jamani, yeah, hata kwa nini? Itahusiana na hela. <laughs> Nafahamu hilo. Twende nje hapo tuongee kidogo <laughs> nilishakwambia ukiwa na mimi kuwa na amani kuwa na nini? Na amani. Mimi naitwa nani? Unaitwa Sam. Sam. Mm -hmm. Na haya ni manini? Mahela. Na sitangazi popote <laughs> <laughs> <laughs> Mm. Unatupa usikae ah, eh, na vitu vibovu ikichubuka hata eh. Rangi unatupa, ntakuagizia nyingine kutoka London, mm. Ikiharibika unatupatupa tu, ataokota hata James, zinakatika tangu umekuwa mama, mm. Aina shida, ntanua mawigi <laughs> inakuwa mama nini au <laughs> ah, si <usitaje, usitaje. laughs> <laughs> Unamwona mzungu kaka? Hajui Kiingereza kabisa. Ndio wazungu wakaliako hao wa mwanangu hey. Kwani hujui? Oh, oh, oh. Oh, unamwona yule mzee? Oh, ni mchawi mchawi kinoma, kamfanya mwanae ndondocha sasa hivi ndani. Afu makajana kwa yeye. Hivi zile hela ametoa wapi? Oh, mimi ni mwanangu wazee. Oh, hawa hujawa. Ah, hawa wazee hujui, hela zao hazieleweki yani nyingi. Hapo wale wanafanya biashara gani mwanangu? Da. Mm. Oh, oh. Muungano wa Tanzania. Yeah. Yeah. Eh, vijana acheni kuwa na imani potofu. Unadhani mali nimezipata kimazingara mazingara? Hapana ma tangu miaka ya 2000 nimekuwa nikiwekeza kwenye hisa za makampuni mbalimbali kupitia wakala wa hisa, naitwa Vertex International Securities. Wapo pale posta mtaa wa Ohio, hayo jengo la ubalozi wa Zambia pale. Msanipata na uzuri sasa Vertex wamesajiliwa na Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana. Kwa hiyo wapo kisheria. Nikawekeza kwenye hisa, nikawekeza kwenye bondi. Bondi? Eh, hati fungani kwa Kiswahili mnaita. Yeah. Ndio juzi tu nimepata maila yangu nimeyachukua nikawekeza kwenye real estate kajenga majumba. Ndio mnashangaa vijana. Hm? Vertex akaona itoshi si asiishe kwa wakala wa soko la hisa akasema afanye fund management. Unampa kiasi chako cha pesa anawekeza kwa niaba yako Vertex. Itosha akasema nifanye kitu kinaitwa investment advisory. Yaani anakushauri kwenye uwekezaji, uwekeze nini? Uwekeze wapi? Hm? Vertex yao. Na uzuri nyenye ni vijana wadogo, mnaweza mkawekeza kidogo kidogo, umri ukienda unajikuta mtaji wako umekuwa mkubwa. Wewe unaitwa nani? James. James. Wekeza kwenye bondi. Inakuwa <laughs> inakua usimalizie